Habari za wakati huu mtazamaji na mfuatiliaji wa Clouds Digital, jina langu naitwa Jimson Natson. Sasa habari kubwa kwa siku ya leo ni kuhusiana na IDF ambao yaonya Wairani kuondoka katika maeneo karibu na miundombinu ya kijeshi, na hii ni kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kati ya nchi hizo mbili. Vikosi vya ulinzi vya Israel vimetoa onyo la dharura kwa Wairani na kuwaambia wakazi kuondoka katika eneo lililo karibu na vituo vya kijeshi. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, akaunti ya IDF ya lugha ya Kifarsi inasema kwamba watu wote waliopo ndani au karibu na viwanda vya utengenezaji silaha za kijeshi na taasisi zao zinazowasaidia wanapaswa kuondoka mara moja katika maeneo hayo na wasirudi hadi watakapopewa taarifa zaidi. Uwepo wako karibu na miundombinu hii umeweka maisha yako hatarini. Picha inaonyesha matokeo ya ushambulizi ya Iran nchini Israel, ambapo ni saa sita asubuhi nchini Israel, na sasa tunaona baadhi ya picha za matokeo ya mashambulizi ama mashambulio ya Iran. Maeneo ya makazi yameshambuliwa kaskazini na kati mwa Israel baada ya Iran kurusha makombora ya ballistic kuelekea Israel usiku kucha ili kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya anga ya Israel kwenye maeneo lengwa ya Iran. Huduma za dharura za kitaifa za Israel zimeripoti kuwa takriban watu kumi wameuwawa huku zaidi ya watu mia moja wakijeruhiwa vikosi vya uokoaji vya Israel kwenye maeneo ya jengo lililoharibiwa huko Rehovot katikati mwa Israel vinaonekana vikiendelea na masuala mazima ya uokoaji. Wakati huo kuna picha nyingine ambayo inaonyesha katikati mwa Israel asubuhi ya leo, kuna marundo ya vifusi baada ya mashambulizi ya Iran kupiga eneo la makazi lakini kuna picha nyingine hii hapa inaonyesha wafanyakazi wa uokoaji wa Israel katika jengo hili ambalo liliachwa wazi kufuatia uharibifu wa mashambulio ya Iran. Ni Jimson Natson tena, hii ni Clouds Digital. Usiache kuendelea kufuatilia kupitia Clouds Media na usiache pia kufuatilia kwa kufu kusubscribe na kutan on alama ya notification.